Waziri Mkuu azindua vita dhidi ya mikopo ya utapeli, atoa miongozo mikuu kwa taasisi za fedha na benki kuhakikisha wanawalinda wateja wao dhidi ya vitendo vya malipo ya riba za juu na mbinu za ununuzi wa mikopo ambazo zinawagawa na kuwatesa wateja. Katika hotuba yake mbele ya walioshiriki mkutano wa ngazi ya kitaifa juu ya masuala ya fedha na mikopo, Waziri Mkuu alisisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya taasisi za kifedha vinavyoweka vikwazo na wakati mwingine vinapelekea wananchi kushindwa kulipa mikopo yao kwa sababu ya mbinu zisizo za kimaadili. Kauli ya waziri mkuu ililenga hasa kwenye mikopo ya utapeli, predatory loans, ambayo kwa kawaida hutolewa kwa malengo ya kuwakamata wanakopaji kwa riba kubwa sana, masharti magumu na gharama zisizo za lazima ambazo huongeza mzigo wa kifedha kwa wateja maskini na makundi dhaifu ya jamii. Hatua zaidi ya wito, ni maagizo ya kitaalamu. Waziri Mkuu alisema kwamba serikali imechukua tahadhari kufuatia malalamiko yaliyoibuka kutoka kwa wananchi, wadau wa sekta ya fedha pamoja na ripoti za taasisi za ulinzi wa watumiaji wa huduma za kifedha. Alisema kuwa mikopo mingi iliyokuwa ikiuzwa kwa umma ilifuata mbinu ambazo hazikuwa na uwazi, na wakati mwingine kuwafanya wateja kulipa gharama ambazo hawakuelewa kabla ya kukopesha. Kwa hiyo, alitoa maagizo yafuatayo kwa benki zote, taasisi za mikopo, makampuni ya fintech na wakopeshaji wengine. Kutozidi kiwango cha riba kilichokubalika kisheria na kuhakikisha mteja anaelewa kikamilifu gharama zote kabla ya kukopa. Kutoa taarifa wazi za mikopo, ikiwa ni pamoja na riba, ada za huduma, muda wa malipo na hatari zinazoweza kutokea iwapo malipo hayafanyi kwa wakati. Kukomesha mbinu za kutisha au za kutishia wateja zisizo za kimaadili, ili kuwavutia wateja kukopa. Kama vile kutangaza mikopo kwa njia ya kudanganya faida kubwa bila kuelezwa gharama halisi. Kuweka utaratibu madhubuti wa ufuatiliaji wa mikopo pamoja na taratibu za kuthibitisha uwezo wa mteja wa kulipa kabla ya mkopo kutolewa. Waziri Mkuu alisisitiza kuwa taasisi zinazokiuka maagizo hayo zitachukuliwa hatua kali ikiwemo kuwekewa vikwazo vya kisheria, adhabu za kifedha au hata kufungiwa leseni ya utoaji wa huduma za fedha. Ulinzi wa wateja ni kipaumbele cha taifa. Akizungumza kwa upande wa umma, Waziri Mkuu alisema kwamba serikali ina dhamira ya kulinda wananchi wake dhidi ya unyonyaji wa kifedha, hasa kwa makundi dhaifu kama walemavu, wazee, wagonjwa na watumishi wa sekta binafsi ambao mara nyingi wanakopa ili kukidhi mahitaji ya msingi ya maisha. Tunataka kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora na salama za kifedha, bila hatari ya kupoteza mali zao, au kuingia katika mzigo wa madeni yasiyo ya lazima , alisema waziri mkuu. Alibainisha kuwa mikopo ya utapeli mara nyingi huleta mfumuko wa madeni kwa familia na kufuta uwezo wao wa kujikwamua kiuchumi. Aidha, aliwataka wateja wa huduma za kifedha kujiwezesha kwa kusoma na kuelewa mikataba ya mikopo kwa kina kabla ya kusaini, jambo ambalo litaepusha watu wengi kushindwa kulipa na hatimaye kuingia kwenye mzunguko wa madeni. Benki na wachambuzi wa fedha wapokee msaada. Waziri Mkuu alitoa shukrani kwa Benki Kuu na taasisi za usimamizi wa fedha kwa kazi yao ya kufuatilia mwenendo wa sekta ya fedha, lakini aliwatahadharisha kuwa kazi hiyo inahitaji kushirikiana kwa karibu na wizara zinazohusika ili kuhakikisha misingi ya uwazi na uwajibikaji inadumishwa. Aliwataka viongozi wa benki na taasisi za fedha wa wawe mstari wa kwanza kwa kufundisha umma kuhusu hatari za mikopo ya utapeli na jinsi ya kutafuta mikopo yenye manufaa kwa uwekezaji wa biashara, uzalishaji na maendeleo ya kiuchumi badala ya matumizi ya haraka. Mamlaka za serikali zinashirikiana kwa ajili ya utekelezaji. Waziri Mkuu alitangaza kuwa serikali itaunda kamati maalum ya kusimamia utekelezaji wa maagizo hayo yote ikiwa na wajumbe kutoka Wizara ya Fedha, Benki Kuu ya Tanzania, Mamlaka ya Udhibiti wa Fedha, Taasisi ya Ulinzi wa Watumiaji wa Huduma za Kifedha, na wadau wengine wa sekta ya fedha. Kamati hiyo itafuatilia utekelezaji, kutoa ripoti ya kila robo mwaka kuhusu mwendelezo wa mabadiliko na kupendekeza hatua zaidi pale inapohitajika. Aidha, serikali pia inalenga kuimarisha elimu ya kifedha kwa umma kwa kushirikiana na taasisi za elimu na mashirika ya kijamii ili wananchi waweze kuelewa sera za mikopo, hatari za riba ya juu na namna ya kupanga mipango ya kifedha ya familia kwa busara. Matokeo yanayotarajiwa kwa jamii. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa hatua hizi zinaweza kupunguza hatari ya mikopo ya utapeli, kuimarisha imani ya wananchi kwa sekta ya fedha na kuondoa tabia ya kukopa kwa matumizi yasiyo na tija. Kutokana na utaratibu mpya wa uwazi na elimu, wanasema kuwa wananchi watapata fursa ya kuchagua mikopo yenye masharti mazuri na uwezo wa kulipa na hivyo kuimarisha ustawi wa kaya zao kwa muda mrefu. Aidha, hatua hizi zinaweza kutia benki na taasisi za fedha shindano la kutegemewa zaidi kwa kutoa huduma bora badala ya kutumia mbinu za uonevu ili kuvutia wateja. Kwa upande mwingine, serikali itaweza kufuatilia vizuri mienendo ya fedha ya nchi na kuchangia ukuaji endelevu wa sekta ya fedha. Hitimisho: kauli kali ya Waziri Mkuu dhidi ya miundombinu ya mikopo ya utapeli inayoenda kinyume na maslahi ya wananchi inaonyesha kwamba serikali imechukua misimamo thabiti wa kulinda ustawi wa wananchi na kulinda haki zao za kifedha. Kwa kuweka miongozo thabiti kwa taasisi za fedha na kuimarisha usimamizi wa sekta, serikali inakusudia kuondoa hatari ya mikopo ya utapeli na kuchochea matumizi ya mikopo yenye manufaa kwa maendeleo ya kiuchumi. Hatua hizi zinachukuliwa kama sehemu ya jitihada kubwa za serikali ya kuhakikisha kwamba sekta ya fedha inawajibika. Uwazi unadumishwa na wananchi wanapata huduma bora, salama na zinazowapa fursa ya kujikwamua kiuchumi bila hatari za madeni yasiyo ya lazima.